Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulia kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, mafunzo ya ufugaji bora na kilimo hifadhi yaliyotolewa na FAO Tanzania mkoa mkoani Kigoma yainua wanawake na mmoja wao afunguka. Wafunguka. FAO itaniwezesha nawashukuru sana, iliniwezesha kunipatia maharagi haya ambayo ailetea mbegu maharagi haya aina ya Jesca kapeleka shambani kuanza kuzalisha ndio mavuno haya yanapata faida mpaka sasa. Kwa wakaniwezesha kupata baiskeli hii kwa ajili ya kwenda kutoa huduma kwenye jamii upande wa chanjo. Je, wafahamu maana ya methali mchawi akifichua mirimo ya wachawi huwawa? Basi kama hapana, karibu ambatana nami hadi mwisho katika habari za Umoja wa Mataifa. Leo ni Alhamisi ya tarehe sita ya mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Inayekualika pa studio ni mimi Flora Nducha kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Leo kama kawaida, tunakuletea mada kwa kina na inatupeleka Tanzania kuona matokeo chanya ya mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, kwa wanawake. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari unaletwa kwako na Arnold Kaenda. Asante Flora kuelekea siku ya kimataifa ya wanawake Machi nane, tathimini mpya ya Umoja Mataifa yaliyowekwa wazi leo ikiangazia haki za wanawake miaka 30 baada ya azimio la Beijing inaonyesha uwepo wa maendeleo katika usawa wa kijinsia kama vile sheria dhidi ya ubaguzi na sera jumuishi za kijinsia. Hata hivyo, ripoti hiyo inaeleza uwepo bado wa ubaguzi wa kijinsia uliojikita katika jamii ukiendelea kuwazuia wanawake na wasichana kupata fursa. Ripoti nyingine ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa leo ikiangazia Sudan imefichua vitendo vya watu kukamatwa kiholela, mateso na unyanyasaji huko Khartoum vinavyotekelezwa na vikosi vya wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF na pia jeshi la serikali ya Sudan SAF. Ripoti hiyo imearifu pia kuwa makumi ya maelfu ya watu wamewekwa katika mazingira duni tangu Aprili 2023. Ripoti hii inakuja wakati jana Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeonya kuwa juhudi zinazofanywa na makundi yanayoipinga serikali za kutaka kuunda mamlaka sambamba ya utawala zinaweza kuzidisha mgogoro. Na kutokana na kupungua kwa ufadhili wa misaada ya kibinadamu duniani, Umoja wa Mataifa leo jijini Geneva, Uswisi umetangaza kutenga dola milioni 110 ili kusaidia majanga yaliyopuuzwa katika nchi kumi barani Afrika, Asia na Amerika Kusini, zikiwemo Nigeria, Somalia, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Zambia. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye basi ni kujifunza Kiswahili na utamsikia Dr. Josephat Kitunga akifafanua maana ya methali mchawi akifichiwa mirimo ya wachawi huwawa. Usibanduke. Toka New York, sauti.

Unaendelea kufuatilia habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani, kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, lakini pia unatupata kupitia televisheni mbalimbali washirika wetu, na unaweza kutembelea wavuti wetu news un org mkwaju sw. Hapo utapata makala, habari kwa picha na mengineyo. Jina langu ni Flora Nducha na tunasonga mbele. Sasa ni mada kwa kina. Tarehe nane ya mwezi Machi ni siku ya wanawake duniani, na maudhui mwaka huu yanamulika haki, uwezeshaji na usawa kwa wanawake na wasichana, hasa wakati ambapo mwaka huu ni miaka thelathini tangu kufanyika uko Beijing, China mkutano wa kuhusiana na haki za wanawake mwaka 1995. Miongoni mwa mambo ambayo shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na, na masuala ya wanawake UN Women inapigia chepuo ni haki kwa tabia nchi, likilenga kuhakikisha wanawake pamoja na wasichana wanajumuishwa kwenye mipango ya kuhimili na kukabili mabadiliko ya tabia nchi na hii ni kuwajengea uwezo, kuwapatia ufahamu na wanufaike na miradi ya aina hiyo na ndio maana basi leo tunamulika mnufaika wa mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO nchini Tanzania, chini ya mradi wa pamoja wa Kigoma KJP. Mwenyeji wetu ni Evarist Mapesa, kwako kwa Evarist. Kwa majina anaitwa Hadija Alisido Bugarigari, niko kijiji cha Mhange kata ya Mhange wilaya ya Kakonko. Naam, Hadija Alisido mama watoto wanne na mnufaika wa mradi wa programu ya pamoja ya Kigoma KJP chini ya shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO tangu mwaka 2018. Akiwa nyumbani kwake, anaendelea kujieleza. Mimi ni mkulima, ni mzalishaji wa mbegu za maharage aina ya Jesika maharage yawishe, na ni mfugaji wa mbuzi za kisasa na ni mfugaji wa kuku Akiishi katika eneo ambalo changamoto za kilimo ni nyingi zilichangiwa na rutuba duni ya udongo pamoja na mabadiliko tabia ya nchi. Hali ya uzalishaji wa mazao ya kilimo ilionekana kuwa na matumaini kidogo mwanzoni. Hata hivyo, kwa juhudi na mafunzo ya kilimo hifadhi ikiwemo matumizi sahihi ya mbegu na mbolea maisha yake yalibadilika. Akiwa na chambua maharage aina ya Jeska. Kabla ya Jeska anasema nilikuwa nalima kilimo mazoea, nilikuwa sijui nase, naweza kusema nilikuwa sijui nini maana ya kilimo. Nilikuwa nalima tu hiki kilimo cha kawaida, kilimo mazoea, tulivyozoea kulima. Lakini nilipopata mafunzo ya FAO nilianza kulima kilimo hifadhi kulingana na jinsi nilivyopewa mafunzo. Nilipoanza kulima kilimo hifadhi Nilianza na kisehemu kidogo tu, nilianza na mashimo elfu mbili na mia sita. Hayo mashimo elfu mbili na mia sita nilipanda hapo kilo mbili ya mahindi hapo nilipopanda kilo mbili za mahindi nilivuna mahindi. Nilivuna debe hamsini na nane. Kwa kweli hicho kilimo nilikipenda na mafunzo hayo niliyafurahia kwa sababu Nilikwenda kupata mavuno mengi zaidi ambapo hapo nilipolima hicho kilimo hifadhi nilikuwa na vunepo debe mbili tu kwa kilimo mazoea. nilivyokuwa na kia akaenda mbali kueleza uwezeshaji kutoka FAO. FAO ilichoniwezesha na anawashukuru sana, iliniwezesha kunipatia maharage haya, ambayo aliletea mbegu maharage haya aina ya Jeska, kapeleka shambani kuanza kuzalisha, ndio mavuno haya yanapata faida mpaka sasa. FAO wakaniwezesha kupata baiskeli hii kwa ajili ya kwenda kutoa huduma kwenye jamii upande wa chanjo, lakini pia FAO walinipatia na mbuzi hawa, kisha nikaja nikafuga, ndo banda hili la mbuzi. Mtu anaendelea kaaika, wapo naendelea na ufugaji. Kwa hiyo nawashukuru sana FAO. Mradi wa mbuzi ukapanuka pia, nilivyoanza kufuga mbuzi, mbuzi walizaliana na mbuzi nauza, napata nakoea, na nikaanza kufuga kuku, mayai napata, kuku nauza, lakini pia ni kitoweo. Kwa hiyo ni faida nyingi sana ninazopata kupitia hivyo vitu nilivyofundishwa na FAO. Eneo lao wanafuga kuku, lakini kwa mazoea, na hivyo kushambuliwa na magonjwa kama kideri. FAO ilimpatia Hadija mafunzo ya utoaji chanjo, na sasa mfugaji anafuga vifo havipo tena, kuku wanaangua vifaranga, vifaranga vinakuwa, tunachanja kwa wakati pia, baada ya miezi mitatu mitatu, na zunguka mtaani, na wafugaji wanasema asante kwa msaada huo na kwa huduma hiyo, wanasema wanaomba kuboresha ili huduma hiyo iendelee kupatikana. Hakusita kutoa ushauri kwa wanawake vijana, fugeni na mlime, kupitia hiki kilimo hifadhi na mfuge mifugo ambayo ndio kuku na mbuzi. Faida ipo nyingi sana, na tutapata faida na mimi naendelea kupata faida mpaka sasa. Ni vitu vya kuona kwa macho, sio vya kuambiwa. Ingawa kuna changamoto ndani ya mafanikio, hasa ongezeko la mavuno ya maharage moja. Kuna changamoto ya soko hili hapa la maharage ya Jeska, na bado kuna changamoto ya pembejeo wakitusaidia kupata soko hilo la kuwa tunauza mazao yetu, lakini pia wakatusaidia kutusapoti pembejeo zinafika kwa wakati mwafaka, tutashukuru sana. Maana pembejeo ni mtihani, ni mtihani. Kuna mkulima natamani kulima kilimo hifadhi, lakini anakuwa na na uhaba wa pembejeo, na pembejeo zile hazipatikani kwa muda mwafaka. Zikipatikana napo zinakuwa za bei ghali, mkulima anakuwa na kipato cha chini, anashindwa kununua zile pembejeo. Kwa hiyo niombe FAO watusaidie juu ya hilo, tutashukuru sana na naendelea kushukuru kwa sababu ni mengi sana wametusapoti, niombe wazidi kutusapoti. Shukrani sana, Evarist Mapesa, kwa mada hii kwa kina, na heko Adija Alisido, kwa kuzingatia mafunzo yaliyotolewa na FAO nchini Tanzania. Sasa ni wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Nampa fursa mchambuzi wetu D Josephat Gitonga kutoka Kenya, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Leo anafafanua methali mchawi akifichua mirimo ya wachawi huuawa. Methali mchawi akifichua mirimo ya wachawi huuawa ni methali iliyo na maana kwamba muungano au kundi la wachawi huwa na mambo ya siri ambayo huwa tu ni miongoni mwao. Mchawi ambaye kazi yake ni kutumia ushirikina kutimiza masuala yake ya kichawi, huwa anashirikiana na wachawi wengine kufanikisha hayo, yale wanayoyatenda huyaweka siri, na yule anayetangaza siri hii hatima yake ni kifo. Inatushauri kwamba mtu anayeshirikiana na wenzake kwa shughuli yoyote ambayo ni ya kisiri hapaswi kutoboa siri hiyo, kwa maana yeye ni mshiriki na hana tofauti na wale wengine kwa mambo hayo, asiwe msaliti. Ama kwa hakika usaliti ni mbaya. Shukrani sana Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Basi nami na nakunja jamvi hii leo, lakini nakukumbusha tukutane tena wiki ijayo Jumanne kwa jarida lingine la video, lakini upande wa vipindi vyetu vya redio, kama kawaida, vinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hivyo kesho Ijumaa basi utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari hizi pamoja na nyingine katika chaneli yetu ya YouTube. Habari za UN, kwenye ukurasa wetu wa X ni habari za UN. Nakumbuka pia kupakua app yetu ya habari za UN kupitia Play Store na App Store. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kukuletea jarida hili, naitwa Flora Nducha anasema asante sana kwa kujiunga nami na nakutakia amani. Kwa heri kutoka hapa Umoja wa Mataifa, New York Marekani.